Habari za wakati huu, mtazamaji wa Nukta TV, karibu katika Mseto Plus ya leo Februari 10, 2026. Ni dakika kadhaa tu za kutazama taarifa mseto kutoka pande tofauti za dunia. Nayekuletea taarifa hizo, jina langu ni Fatuma Useni na nyuma ya kamera ni Gudrack Mustafa. Raia wa China, Xiuzhu Yan anatarajiwa kufikishwa mahakama kuu ya Tanzania kanda ya Dar es Salaam leo Februari 10, 2026 kwa ajili ya kutajwa kwa maombi aliyowasilisha ya, ya kupinga kukaa mahabusu kwa siku 82 kuanzia Novemba 11, 2025. maombi hayo namba 0000002421 ya 2026 yaliwasilishwa Februari 4, 2026 chini ya hati ya usikilizwaji wa haraka yatasikilizwa mbele ya Jaji Salma Magimbi katika maombi yao, yani, anawakilishwa na wakili Michael Ugina amewafungulia shauli Inspekta Jenerali wa Polisi IGP na Mkurugenzi wa Mashtaka Nchini DPP akipinga uhalali wa kuendelea kushikiliwa mahabusu. Aidha, amemuunganisha katika maombi hayo mkurugenzi wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU pamoja na kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam RPC. Wajibu maombi wengine waliotajwa katika shauri hiyo ni pamoja na mkuu wa kituo cha polisi cha wilaya na mkuu wa kituo cha mahabusu anachoshikiliwa. Usikilizwa kwa kesi ya raia wa kigeni katika mahakama ya Tanzania si jambo jipya, ni utaratibu wa kawaida kisheria pale ambapo kosa au mgogoro umetokea ndani ya mamlaka ya nchi. Mkuu wa jeshi la polisi nchini IGP Camillus Wambura amesema jeshi la polisi litaendelea na jitihada za kununua mbwa wapya wa kisasa ili kuboresha ufanisi wa kikosi cha mbwa na farasi. Amesisitiza kuwa umbo na uwezo wa mbwa wa polisi ni muhimu katika kumdhoofisha muhalifu kisaikolojia na kiutendaji kauli hiyo imetolewa Februari 9, 2026 jijini Dar es Salaam wakati wa ufunguzi wa kikao cha kazi cha wakuu wa kikosi cha mbwa na farasi wa mikoa pamoja na wataalam waongoza mbwa na farasi, huku wakiweka msisitizo kwenye eneo la utoaji wa elimu kwa jamii kuhusu umuhimu wa kuwatumia wanyama kazi katika kudhibiti uhalifu kwenye maeneo yao. Jeshi la polisi hutumia mbwa na farasi kama nyenzo muhimu za kiutendaji katika shughuli zao za kila siku ikiwemo ulinzi na usalama zinazohusisha kufanya doria, kufuatilia wahalifu pamoja na kusaidia operesheni maalum za uokoaji na upelelezi. Wanyama hao hupitia mafunzo maalum yanayowawezesha kufanya shughuli mbalimbali kama kutambua harufu za dawa za kulevya na vipurizi, kufuatilia nyayo za watuhumiwa kulinda askari pamoja na mali na kufanya kazi kwa utulivu hata katika mazingira yenye kelele au kutaharuki kubwa. Kwa mujibu wa IGP Wambura, kikosi hicho kina mchango mkubwa katika usalama hasa katika doria za mipakani na maeneo mengine nyeti, ambapo mbwa na farasi hutumika kufikia maeneo magumu ambapo magari hayawezi kufika. Amesema Jeshi la Polisi lina mbwa wanaofanya kazi katika bandari, viwanja vya ndege na mipakani kwa lengo la kuzuia biashara haramu, usafirishaji wa silaha na dawa za kulevya. IGP Wambura pia amewataka watendaji wa kikosi hicho kuongeza ushirikiano wa vyombo vingine vya ulinzi na usalama ili kuhakikisha mipaka ya nchi inabaki salama wakati wote. Hata hivyo, IGP Wambura ametoa wito kwa kikosi hicho kujiandaa kikamilifu kuelekea mashindano ya Kombe la Mataifa ya Afrika AFCON 2027 ambapo Tanzania itakuwa miongoni mwa nchi mwenyeji kwa kuhakikisha wanakuwa na mbwa na farasi waliofunzwa kwa viwango vya kimataifa ili kutoa huduma bora na kulinda heshima ya taifa. Watu milioni mbili wanakabiliwa na janga la njaa katika baadhi ya maeneo nchini Kenya, huku wafugaji wa ng'ombe kaskazini mashariki mwa nchi hiyo wakiathiriwa zaidi. Idadi hiyo ya watu iliyoripotiwa na Umoja wa Mataifa UN, imekuja kufuatia hali ya ukame iliyojitokeza katika baadhi ya maeneo nchini humo na kusababisha kukauka kwa vyanzo vya maji vilivyopelekea mifugo kukonda na mingine kufa, hali iliyowaacha wakazi wa maeneo hayo katika baa la njaa. Hali hiyo yu ya ukame na njaa kali imeripotiwa maeneo mbalimbali mbali ya Kenya ikiwemo kijiji kilichopo karibu na mji wa Magadi kando ya mpaka wa Kenya na Tanzania katika kaunti ya Kajiado na kame karibu na mpaka wa Somalia. Kulingana na ripoti iliyotolewa mwishoni mwa Januari mwaka huu, athari hizo zinatajwa kuenewa hadi katika nchi za Somalia, Tanzania na Uganda, ikiathiri e watu milioni hamsini na tano barani Afrika na maeneo mengine duniani kila mwaka. Na huu ndo mwisho wa Mseto Plasi ya leo Februari 10, 2026 niliyokuletea taarifa hizo. Jina langu ni Fatuma Useni, nyuma ya kamera ni Gudra Gustav. Endelea kufuatilia Nukta TV.